Mama wewe unasemaje, baba? Mimi nasema useme ukweli, kwa sababu nilipo hapa, ningekuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana ulikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana ndio, na nimefanya mambo makubwa kupitia Mungu mm. nimeenda mpaka nchi za nje, lakini ndugu zangu wanasema tutaona kama atafanya kazi mm. na paka leo niko nyumbani, nimekaa. hata hapa dar hapa hapa Dar es Salaam niishawahudumia watu mambo makubwa ya ajabu mm. lakini mpaka leo mimi nimekaa, na maisha yangu ni mabaya zaidi oh. Kazi ya Mungu ilishakufa, maono niliyokuwa naona yalishakufa. Ndugu zangu wamesimama, wanawatesa watoto wangu, wanaendelea na kunitesa mimi. Una watoto wangapi? Nina watoto nane baba yangu. Nane. Nane. Katika hao wanane wameinuka wangapi? Hakuna mtoto hata mmoja, wanazidi watoto wangu kuteseka. Wote wamedidimia. Lakini mtu anayenitesa, watoto wake wote wameolewa vizuri na wana maisha mazuri. Mimi sina hata nyumba baba. Ninaishi kwa mateso makali. Kila nikitaka kuomba namwona mm, dada yangu yuko mbele yangu mm. Namwona dada yuko mbele kama malaika mm. Nilikuwa nafanya huduma kubwa, nimefika nchi za nje mm. Nampigia mtu maombi anataka kufa, anaamka mm. Watu wamenizunguka lakini mm. naambiwa na sauti, inaniambia utarudi, huna chochote, na nilirudi sina chochote e. Nilivyofika kwao wakasema tunataka ukae hapa tukufungulie duka, nikasema duka langu ni Yesu, mi narudi Dar es Salaam mm. Kaenda kukaa kwa mateso yote, lakini ipo siku Mungu atanikumbuka. <tikos> kwa hiyo mama watu, una watoto nane? Nina watoto na ulikuwa nane, mtumishi wa Mungu, Mungu. na ulikuwa na kanisa Ndi, Sikuwa na huduma, huduma imekufa kabisa. Sasa hivi hauna, auhudumii chochote, si tena chochote, upo baba, upo tu unazunguka. unafanya nini sasa? Ninasali tu baba yangu. Nilishaolewa na Yesu. Nasema Yesu hata niacha. kwa hiyo hata mume una ukiamka kitandani ukigusa huko hamna mtu Akum. Na ukishika Biblia ndio unakumbuka kwamba Yesu ndiyo mume wangu. Basi. Oh, basi baba yangu. Basi baba, nina huduma oh, kubwa sana. Ukiingia kwenye maombi utaniona baba, mm. nimeshaamsha watu wanataka kufa mpaka, mm. wawili, Msumbiji, hapa hapa, mm. nimewaombea watu wanapona magonjwa. Ulienda hadi Msumbiji? Ndio. Lakini angalieni anavyoumia, huyu ni mtu ambaye wamembandika maandishi ya Kiarabu kwenye mapaja yote. Sasa Jesus. Jesus. Ukishawekwa maandishi ya Kiarabu kwenye mapaja yote mawili, maanake ni kwamba ni kisomo kinachoua, kila aliyetoka katikati ya mapaja yako hatafanya kitu mpaka siku anarudi katika ardhi uliyomdondoshia siku unamzalisha Amina hebu naomba wamama wanne wasiomjua kabisa waje wakamwangalie kwenye mapaja huko um. Wataiona, mtaiona kabisa maandishi ya Kiarabu yameandikwa huko kwenye mapaja yake, na unayo na wewe mwenyewe unayona Kumbe na yeye mwenyewe amekuwa akiyaona, lakini sasa anayaondoaje? Uh, yes. Hata wewe hapo ulipo shida ulizo nazo unazijua, Amin. Lakini unaziondoaje hapo Amin. Ndipo sasa dunia inamtafuta nabii wa ajabu, mm, yes. Nendeni mkamwangalie mniletee ushuhuda ulio mkubwa zaidi. Haya, sikiliza sasa, angalia hivi. Kweli hivi kweli, uzae watoto nane, asitokee hata mmoja ambaye ana unafuu kuliko wengine? Katika nane wote, asitokee hata wa kukujengea nyumba, na wanaishi Dar es Salaam. Eh? Njooni mtuambie, mmeona nini kwa huyu mama? Mmeona Mchungaji, huyu ni mchungaji eh? Mm. Oh, yes, kutoka Dodoma Mchungaji, umeona nini? Nimeona maandishi kwenye mapaja yake kabisa, maandishi ya Kiarabu kabisa. Ndiyo. mama Binti, nimeona maandishi upande huu na upande huu. Maana yake ni kwamba kama anavorogwa sasa kwamba kama alivyotawanya miguu yake Jesus. watoto wake wakatoka Jesus. katikati ya miguu yake oh, yes. kila aliyetoka katikati ya miguu yake atamtazama anarudi ardhini kama alivyokuja duniani Jesus. Si ucha ulivyo wajabu? Mnaona huu ucha ulivyo ajabu? Kapanda ndege kwenda kutoa huduma nje ya nchi, sio nchi moja, lakini leo anaitafuta sadaka ya kumpeleka kanisani, anaitafuta nauli, anatafuta hela ya kula. Mama, sasa hivi unashughulika na nini? Unazungusha unga wa lishe, umekuja nao kwa, Umekuja nao. Kwa sasa hivi unatembea mtaani? Eh. Unau, unauza unga wa lishe? Kabisa, baba. Hebu ulete hapa niuone. Amenda. Eh. Kutoka kupanda ndege kwenda kufanya huduma sasa hivi anabeba unga wa lishe anazungusha mtaani. Jesus! Anabeba unga anazungusha mtaani. Unga bora wa lishe, matumizi ni unga bora wenye virutubisho muhimu kwa afya ya mtoto na mzazi. Kwa hiyo ni kwa ajili ya watoto? Hata wakubwa tu, watu mtu yoyote anatumia. mtu yoyote kwa hiyo hiki kimoja unauzaje? elfu tatu. Una, una mtaji wa kiasi gani, mtumishi wa Mungu baba? Niki kila nikipanda nikifika laki mm na nusu narudi mpaka elfu sabini, pamoja na kupanda ndege. Mtaji elfu sabini? Hey, baba, mama, mm, una mtaji wa shilingi ngapi? Elfu sabini. Elfu sabini. Kwa hiyo leo una pakiti ngapi? hii ndio shilingi ngapi hii leo? Zingine niliuza huu wa shilingi elfu tatu hizi e, za hivi ziko ishirini. hizi zingine hizo za elfu mbili mia tano ziko saba. ishirini, si ni elfu sitini? Ndio, hebu eh, eh, lete tuone. Sasa ulikuja nao kwamba utauza hapa, au linaweza likatokea lolote? Yaani sijui Mungu tu ndio ameniambia niinue unga niondokee nao nilisaga juzi jana, nimetembeza mifuko ishirini, nikauza mwingine nikakopesha, nikaona tu loi inaniambia inua unga wende kwanza. Loi nyingine ilikuwa imenizuia nisiondoke mm. nilipolala usingizi wa pili nikaambiwa, shetani muongo, ondoka mm. wende kanisani mm. na hapa nina wiki kama nne au tano nasali mm. Eh, nilikuona tu kwenye kwenye simu ya mwenzangu mm. Nikasema hapana, Roy naniambia niende nikasali kwenye hili kanisa mm. Ndo nikawa nimeondoka nikawa nimekuja mm. Tangu nije hapa nina amani. una amani? Nina amani, eh, eh. Eh, nilikuwa nafunga na kuomba nilishaacha nilikuwa naenda mlimani na maliza ya Arusha, hata miezi miwili niko pale juu. Mungu ananionyesha kila kitu kila kitu, matatizo ya mtu ananionyesha, naweza nikasimama, naangalia matatizo ya mtu kuanzia alipoanzia mpaka hmm. mwisho, lakini vitu vyote viliziba. Sasa hivi unaona matatizo yako tu. naona matatizo yangu tu hmm. ulionayo ndani e, lakini na Mungu... e, watoto wako ndio watoto mm. wangu wakitaka kuwatega chochote. Kuna mtoto wangu mwingine nilimtoa kwenye pango la mti sasa hivi mm. e. watoto wako wanashughulika na nini? mtoto wangu mmoja ni driver, lakini ndo hivyo wanamdhurumu hela, hapati hela. Ni driver. una wakike wangapi? wakike wanne. wameolewa wangapi? aliyeolewa vizuri ni mmoja tu, mwingine ni mateso matupu. mm. ndio baba. Nao wa kiume wa kiume wako wanne wote ni mateso. Na wenyewe watoto wawili wameokoka vizuri sana. Mwingine mm. yuko Mbeya na mwingine mm. yuko Mpanda, lakini mwokovu wao ndo ule. Hawana yani, kitu. Yani baba hawana kitu. Wana Yesu Weka. lakini mfukoni hamna kitu, hamna kitu baba. Hmm. Kwa hiyo sina mtoto wa kuweza hata kunisaidia au kuinua kuniinua hmm. asina. Kwa hiyo watoto nane wote. Watoto nane wote. Hamna kitu. Hamna kitu, baba yao alishakufa siku nyingi. Mm. Na mume naye akatangulia. Nikasema mimi siwezi. Sasa hivi unakumbatia mito. Ndio. Mm. Kabisa. Eh. Hey. Nishajitoa kwa Yesu baba. Alishajitoa kwa Yesu. Ndio. Yesu ni mume wa wajane. Ndio baba. Eh, unga elfu tatu elfu tatu.

Kwa mama wewe unabeba na mi, mifuko yote miwili unaenda nayo, ndio hiki kikapu nimenunua jana, nabeba hiki, wengine naweka kwenye lambo mm. naebaga mifuko ishirini ishirini. Mifuko ishirini ishirini. Ndio, nashinda mchana kutwa natembea. Mchana kutwa. Eh, nafika Mbezi mm. nafika Mikocheni mpaka kali yako mm. Eh. Sasa niwaulize huyu mama, tumeshaona la kwake je Tumwambie uwazi au tutumie hekima eh? Niambie, tumwambie uwazi amen. Sasa ngoja nikuulize, lakini tatizo lake si tumeshaliona, alafu si mungu analiondoa leo sasa, sasa tumwambie uwazi au tuondoe tu tatizo eh? Jamani, jamani, jamani, jamani, jamani watu wataumizana Watu wataumizana jamani eh? Eh? Ngojeni niwaambie. Huyo eh. mm. e, mama aliyemharibia maisha ni mwingine lakini Katu, kachukua konokono anayetembea barabarani wakati mvua inanyesha. Mnajua wakati mvua inanyesha huwa kuna wale konokono wanatembea -kono yeah. Mvua ikikatika unakutana nao si ndio? Yeah. Yule mtu kachukua yule konokono kamtoa konokono ndani kabaki na ganda, kaenda msibani anachukua majivu, yale majivu anayatengenezea ya dawa, anachukua nguo ya mtu ambaye ni ndugu anaweka kwenye lile gamba la konokono, anakwenda anatupa kaburini. Popote utakapozunguka mpaka katika ndoto zako unakuwa unamwona huyo ndugu yako, ambaye nguo zako zimewekwa ndani ya lile gamba la konokono. Kwa hiyo hata kama ni kuchukia, utamchukia ndugu kwamba ndiye anayekuloga, lakini aliyekuloga ni mtu mwingine. Aliyemloga huyu sio ndugu yake, kalogwa na mtu mwingine. Amina. Profesa, aliyemloga huyu ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano na mume wake, wakati huyu ana mtoto wa pili. Amina, sema, wakati huyo ana mtoto wangapi? na ilibaki chupu chupu chupu chupu, ndoa yake ingeishi hapo. Sasa mchawi anaweza akakuloga wewe akavaa sura ya jirani yako au ya mama yako au ya baba yako Amina. na kila utakapokwenda ndiye utakayejua kwamba ndiye anayekuloga Amina. Wale mliokwenda kumwangalia sogeeni hapa mbele yake, mwangalieni kifuani hapa upande wa kulia ha. hapa niangalieni, mwangalieni hapa Mtaona ana chale mbili. Amina, alipochanjwa hizo chale, ndo sasa ile neema iliyokuwemo ya karama ikaondoka. Jesus. Amina, ambapo sasa uchawi aliorogwa huyo mama ni sawasawa na uchawi aliologwa yule mama pale. Eh, huyo naye naenda pale na nawe, nawe huyo naye anachale naye anachale na yeye zimechanjwa eneo moja hapa. Unazaliwa ukiwa na kitu cha kukufanya utofautishwe na watu wengine duniani, lakini unakufa kama takataka. Amina, alichologwa huyo hapa ndo kama huyu kaka hapa, mnamwona huyu kaka, simama na yeye pia eh, naye pia ila sasa, yeye yeye wamemchanja upande wa kulia hapa. Amina, unazaliwa na kitu kikubwa Amina, lakini unaishi maisha ya kubahatisha haya huyo mama naye mmeziona eh? mme mmeziona, na kwake pia mmeona mama, na wewe umeona kwa mwenzako. Ah, ah, kwa huyo mwenzako umeziona, umeona za mwenzako huyu hapo, umeziona. Wewe si ni mtumishi wa Mungu? Wewe si ulikuwa mtumishi wa Mungu? Umeziona mwenzako alivyologwa hapo, na wewe ulivyologwa hivi. Amina sasa nataka niwachekeshe. Ame, kumbe watumishi wa Mungu nao wanalogwa <laughs> Hebu sema mahala ulipo kwamba shetani ni mshenzi, shetani ni mshenzi. Kama mtu kapanda hadi ndege kaenda sijui Zambia, kaenda Marekani alafu kalogwa huko huko Karudi kuja kutembeza unga jon hapa, niwagawie unga walishi. Pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka kwa jina la Yesu. Mama, huu ni shilingi ngapi? Huyu ni elfu mbili mia tano. Ndio haya. Pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka. Hapa nimebaki na daftari, daftari liko chini. Ah, ili daftari lina maandiko ya Mungu. Mama, humu ndo wale unaowadai unawaandika humu? Hapana. Ramadeni limebaki nyumbani, ramadeni limebaki nyumbani. Leo umekuja na moyo wa keshi leo, ramadeni mama kaacha nyumbani Dio? amekuja na moyo wa keshi. kwa hiyo mama, unga jumla ulikuwa wa shilingi ngapi? elfu sabini na mbili na mia tano mimi nakupa laki mbili. Amina baba. Mungu akubariki baba yangu. Mungu akubariki, baba. Amina. Yeah. Sasa. Yeah. Nenda kwa yule mtumishi pale, uanze kumtumikia Mungu madhabauni hapa. Nashukuru sana baba. Yeah. Sawa. Nashukuru Yesu. Asante Yesu. Nilisema kusudi lako litimie baba. Ulishaniotesha ndoto kubwa baba Ndoto yako ikiamilike baba, niko tayari mbele zao. Niliitwa kwa jina, niliitwa kwa jina yamani, niliitwa ugenini kwa jina Yesu an Aliongea na mimi nilikwita Yesu. Aliongea na wewe? Ndio. akakwambia nini? Akaniambia, nataka unitumikie. Akakwambia, nataka umtumikie? Ndio. nilikuwa nikifanya biashara zinakufa tu, nikifanya biashara zinakufa, nikaingia kwenye maombi ya siku kumi. Ndio siku ya saba nikaisikia sauti inasema, nataka unitumikie, rudi. Ukaanza kumtumikia? Eh, ndio hapo, nilikuwa naishi tu. Baadaye upako kaondoka kabisa. Ndio nilienda kabisa kusoma, nimesoma na chuo cha Biblia. Umesoma na chuo cha Biblia? Ndio, mwanza kwa Mwanza kwa Majike na kadi ya uchungaji ninayo. Na kadi ya uchungaji unayo? Ndiyo. Lakini sasa hivi haufanyi kazi yoyote, unauza unga mtaani, unga mtaani. Yesu amekuita tena leo. Asante Mungu. Yesu amekukumbuka tena leo. Yesu amemkumbuka tena leo. Yesu amemkumbuka tena leo. Yesu amekukumbuka tena leo. Oh

kuna na begi lako kule, nenda uchukue. Kuna mjukuu wako kule, nenda uchukue begi lako uhame nalo. Ndo Mungu amekuinua. Tayari umeinuliwa. Waage majirani zako kule ulioko umekaa nao. Amina. Makofi mengi Jumapili, na naye anaanza kuvaa suti kama mchungaji Amina. E, alikuwa amepotea mpaka njia <laughs> njiaaa Amina. naenda Amina. Ukae, Mungu anakukumbuka amekuona, bado tu wewe kuona nini Mungu anaenda kufanya, sio muda mrefu Mungu akikukumbuka ni wakati ambao wewe unakuwa utarajii, oh, yes, ndio wakati ambao yeye anakuinua, eh hey, mama, umechukua kabisa na Biblia yako nibariki Biblia yangu baba, ni bariki Biblia ya... Sasa unaenda kuanza kazi ya kumtumikia Mungu kabisa, hata una sa... miaka mingapi umeacha kazi ya uchungaji? Miaka mitatu, miaka mitatu. Tio. Haufanyi tena kazi ya Mungu. Unafanya biashara. Sasa katikati ya mwezi ujao, nitakupa kiasi cha pesa ili kule nyumbani usiyumbe, uendelee kuwa imara kama utakuwa unafanya biashara zako, oh, yes. Usifanye kwa shida Mungu akuinue zaidi. Amina. Naishika Biblia yako kwanzia leo, akitakuwa kitabu cha kawaida, oh, yes. Nimeitia mafuta, nimeitia neema, oh, nimeitia nuru, nimeitia mamlaka oh, yes. Nimeiwekea uweza, nimeiwekea ukuu wa Mungu. Kwanzia leo sio kitabu cha kawaida, ni kitabu kilicho kilichojaa ja. Uvuvio oh, neema mm. Mamlaka, ukuu, uweza, na utapata maarifa yatakayoambatana na nguvu za Mungu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Utaileta baadaye nipake mafuta. Nenda na amani. Karibu kwenye japo la wachungaji. Amina. Eh, kwanza unajisikiaje mama? Hebu mpelekee maiki pale. Unajisikiaje kwenda kuanza kazi ya uchungaji? Yani, najisikia vizuri sana, najisikia amani Hey. Kabisa baba nitakwambia hmm, mambo mengi aliyonionyesha Mungu hmm, ninaamini kabisa ndoto niliyoiota ni ya kweli na Mungu baba anaenda kukuinua viwango vya juu sana Mungu alinionyesha. Amen. Ndiyo. M Mungu alikuonyesha nini? Nionye... umepita mwezi eh, Al... umepita mwezi nilikuwa natembea juu ndio, e, nilikuwa natembea juu juu alikuonyesha li... unainuliwa e, niko juu okay, ndio. Alikuonyesha una, unakwenda una juu hey. Unapita juu hey. Na leo umekumbukwa. Ndio. Ubarikiwe sana. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.